Tuelekee kaunti namba 25 ambako serikali ikitafuta mbinu mwafaka za kukomesha visa vya ukosefu wa usalama katika kaunti ya Samburu, serikali ya kaunti hiyo imeazimia kujenga kituo cha afya ya uzazi maeneo ya mpakani mwa kaunti hiyo pamoja na ile ya Baringo. Ni eneo la puraa katika bonde la Malaso, eneo ambalo linakisiwa kuwa ngome ya majahili wa wizi wa mifugo wanaotatiza usalama wa wenyeji kila mara kutokana na kuwa mpakani mwa kaunti ya Samburu na Baringo. Akinamama eneo hili wakipata fueni ya huduma za afya ya uzazi kufuatia ujenzi wa hospitali hii napata shida, hata kwa shida minki, hata hata, nasa, na saa hata kwa msituni napata shida mingi, hata na saa kwa nyumbani, hata na saa na mtoto, hata naenda na hakuna msaidizi. Saa hii nasema asante sana serikali ya kaunti na ile o nasema asante sana mama, ujifungulia nyumbani unakuja hospitali ni karibu, takuja kujifungulia hapa na natunashukuru, nasema asante is maternal health and uh, I believe the ministry of health together with the Samburu county government. Idadi kubwa ya kina mama wajawazito walilazimika kujifungulia majumbani, hatua ambayo ilichangia vifo vya kujifungua kwa kina mama, hali ambayo itazikwa kwenye kaburi la sahau wengi wameelezea imani yao kuwa hospitali hiyo itarejesha uwiano baina ya jamii za mpakani ambazo zimekuwa zikizozana. Tarajio letu hapo mbeleni ilikuwa kwamba hii miradi itaweza kulete pia usalama hapa pande ya Parkati ya wa Samburu na pia majirani yetu wa Pokoto. Kwa hivyo tunatarajia wale pia wako pande ile wengine wanaweza kuja pia kupata huduma hapo. Hii hospitali itatusaidia sisi wote, hata kwa wale wenzetu ambao eh, wa upande wa Baringo ambao tunapakana nao hapa. Ni kama hata hii hospitali italeta hata mambo ya amani kwa sababu itasaidia hata pande hii kwa sababu hata pande hiyo hata ya, ya Baringo wale wamesema, wako chini hapa kwa hii mabonde, hata hapa, hakuna hakuna hospitali, wako naye hakuna matanet, wanaishi tu hapo, hata shule hakuna. Hospitali hiyo ina vyumba vya kisasa, vifaa vya kisasa vya kujifungua kwa kina mama, ikilenga kuboresha afya ya uzazi kwa wafugaji kuwepo. Hei, kwa hospitali hii huenda kukafungua kurasa mpya kwa wakazi wa maeneo haya na kuzika uhasama ulodumu baina ya jamii maeneo haya. Bonface Barasa, Runinga Citizen, kutoka eneo la Pura, bonde la Malaso, gatuzi la Samburu.